Katika mkoa wa Mara kumekuepo na changamoto ya uvamizi wa vyanzo vya maji ikiwemo bonde la Ziwa Victoria, mito, vijito, mabwawa pamoja na visima, hali ambayo inapelekea vyanzo hivyo kuwa hatarini na uvamizi ikiwemo shughuli za kibinadamu. Akitoa maelekezo ya serikali, mkuu wa mkoa wa Mara, kanali Evans Mtambi, ikiwa ni wakati wa uzinduzi wa kamati ya pili ya Dakio la Mara inayosimamiwa na bodi ya bonde la Ziwa Victoria uliofanyika katika ukumbi wa Mwembeni Complex manispaa ya Msoma mkoani Mara, ambapo ameitaka bodi hiyo kuchukua hatua za haraka kunusuru vyanzo vya maji mkoani humo. Tuhakikishe tunawatoa wavamizi wote kwenye maeneo ya mabonde. Kwa hiyo ni kutakeni muanze na mikakati hiyo, sasa umefika wakati wa kuchukua hatua mimi, mimi si sipendi masuala ya kuona alafu hakuna hatua. Naomba mje na mipango kwa hiyo tunatakiwa kutoa elimu, lakini pamoja na kutoa elimu tunachukua pia hatua kwa wale ambao watakuwa wanalisha mifugo kwenye vyanzo vya maji. Kwenye mabonde haya ni lazima tuchukue hatua, momonyoko wa ardhi unaosababishwa na mifugo kwenye maeneo haya, kama bwawa lile la Mgumu, eh, la Serengeti kule, unajaza tope kwenye bwawa au hata kwenye mabonde mengine haya, mwisho wa siku chanzo cha maji kinapotea kwa sababu ya sedimentation, yani. Kwa upande wao wajumbe wa, wa kamati ya pili ya dakio la Mara, wanaeleza namna na walivyojipanga katika kuhakikisha wanatekeleza maagizo ya wa serikali katika kupambana na suala la uvamizi wa vyanzo vya maji pamoja na utunzaji wa mazingira yaliyozunguka mabonde hayo. Vyanzo vyote alivyoniagiza visimamiwe na kuvifuatilia tunaanza na vyanzo kuhakikisha kwamba hakuna uchafuzi kama kulima, kuingiza mifugo kwenye vyanzo vya maji, lakini pia swala lilositiza la ukataji miti katika vyanzo vya maji. Uh, hii kamati itasaidia katika utunzaji wa mazingira hasa ukiangalia kwenye kando kando ya Mto Mara jinsi watu wanavyoharibu na ukataji miti hasa katika maeneo yetu na pia tutasaidia kuwapa kina mama elimu kutumia gesi badala ya kutumia mikaa na kuharibu mazingira. Kwa hiyo hii kamati ni chachu ya kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Butiama. Kwa upande wake, viongozi wanaosimamia bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria, akiwemo mwenyekiti wake Bwana Bonventure Baya, akakiri kuwepo kwa vitendo vya uvamizi katika vyanzo vya maji mkoani humo na kutaja mikakati ya bodi hiyo katika kukomesha vitendo hivyo huku mkurugenzi wa bodi ya maji ya bonde la Ziwa Victoria Dr. Renato Sishinu akieleza muhimu wa kamati hiyo ya pili ya dakio na Mara katika kulinda vyanzo vya maji. Mikakati hii iko siku nyingi kuhakikisha kwamba aina yote ya uvamizi unaofanywa katika maeneo ya vyanzo vya maji kama ambavyo vimeelezwa, swala la e, chanzo cha maji cha mgumu e, hivi karibuni e, kazi kubwa imefanyika e, kwa kutumia vyombo vyetu ya usalama katika maeneo hayo kuweza kushika wale watu ambao wanaingiza wana mifugo katika maeneo yale, na wamechukuliwa wame, wame, hatua za sheria zimechukuliwa, wamepigwa faini. Kwa hiyo mipango hii ya uh, uendelezaji wa usimamizi wa rasilimali maji ipo siku zote, na sasa hivi labda jambo ambalo tunachofanyia ni kuzipa hizi kamati zetu nguvu zaidi, eh, ziweze kufanya kazi effectively, lakini tutumie nafasi ambayo ametoa mkuu wa mkoa leo kama mgeni rasmi kwamba ofisi yake, vyombo vyake viko tayari kusaidiana na ofisi ya bonde, na hasa hizi catchments zetu na kamati hizi ambazo tumezianzisha kufanya kazi zake, ziwe na nguvu na atazipa support wakati wote, na nafikiri hii ni salamu ambayo ni nzuri kwetu sisi kama wasimamizi wa rasilimali maji katika mabonde, na nafasi hiyo tutaitumia ipasavyo. Uzinduzi wa kamati ya takio la maji la Mto Mara. Kwa hiyo kiufupi, kwa hali ya maji kwanza, kwa upande wa bonde la, la Mto Mara ni kwamba hali ya maji iko vizuri pamoja pa na changamoto kidogo ambazo tunazokumbana nazo, lakini maji ya bonde la Mto Mara kwa maana ya maji ya Mto Mara yapo na kiwango bado hakijashuka kama inavyotakikana, kwa sababu sasa hivi ni wakati wa mvua na tunapokea maji kama inavyotakikana. Kwa hiyo bonde la Mto Mara kwa ujumla hali yake iko nzuri, na hata hali ya ubora wa maji pia iko nzuri kwa ajili ya shughuli za binadamu na matumizi mengine yanayostahili kutumika kutoka kwenye bonde au kwa mto Mara. Bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria inatoa huduma kwa wakazi wa mikoa nane ya kanda ya Ziwa, ambapo inajumuisha vyanzo vyote vya maji. Nikiripoti kutoka katika manispaa hii ya Musoma mkoani Mara, mimi ni Jacobo Karoli na hii ni Clouds TV.